Mkataba alikuwa support kwa sababu nilikuwa mke wake yes. kuna namna yyote Zaivisa, ukiachana na hivi, ni kweli umerudiana unatarajia kurudiana nakuwa mpenzi wako wa zamani ukahii, mara baada <laughs> yakujiana video zako kwa dadake? Na viko hizo video ni za muda mrefu sana, alafu sina mpango huo wa kurudi yoyote tuseme tu hivyo, sina mpango mzuri kwa yoyote kwa yote. Sasa hivi nimeamua kufocus na kazi, familia familia yangu, namaanisha kazi period, yaani hata ni yaani, sasa hivi vitu nitakavyoviona kwangu mimi ni kazi basi. Zaylissa ukisema kwamba aliyekuwa unangu nafanya watu kwa waabadaishaaa siko kwenye ndoaaaa gap hapo kwenye usi kuchumbiwa sasa hivi na mtu mwingine, napumzika kwanza. Jamani, sheria za dini, nikienda kwako, futa rudi pia. Watu wengi wanamwona binti mdogo, ndoa mbili, wanatafsiri tofauti kwamba ndani ya ndoa mbili aila, na ndoa ambazo moja ilitoka ajamaliza mwaka, nyingine ajamaliza miaka miwili hivyo kwako kuwasaidia watu ambao ndio followers wako, ndio wanaokupusha, unapata matangazo, unaweza ukawaambia nini? Ndio, ndio, na imani kwamba Zaylissa sio tatizo kwenye hizo ndoa, labda tatizo ni watu ambao wanakutana nao. Mimi siwezi nikasema mimi ni tatizo, au watu nilikuwa nakutana nao ni tatizo. Wanasema sijui ni msao ya kauli, lakini niwaambie tu ndoa sio mbaya na wasikurupuke pia. Ndoa sio mbaya, lakini pia wasikurupuke. Kila kitu kinakuja kwa wakati sahihi mtu sahihi anakuja kwa wakati sahihi. Kwa hiyo yani hivyo tu waskulu puke. Una imani mlikumpuka kwa sababu ulikuwa umetoka tu kwenye ndoa muda mfupi, mjakaa sana mkafunga ndoa? Tuongelea vitu vingine.